Jinsi gari la rais wa Marekani The Beast linavyotengenezwa kiwandani, si gari la kifahari, ni la kawaida. Katika ulimwengu wa magari ya kifahari, hakuna gari linalozua heshima, mshangao, na hofu kubwa kama limousine ya rais wa Marekani, maarufu kama The Beast. Hili si gari la kawaida. Ni ngome inayotembea, iliyojengwa kwa siri na chini ya ulinzi mkali, kwa lengo moja kuu: kumlinda rais wa nchi kubwa duniani kwa gharama yoyote ile. Leo hii tutaingia ndani ya simulizi ya siri ya, ya jinsi The Beast linavyotengenezwa kuanzia kiwandani hadi barabarani. Mimi ni Ibrahim Rajab Balldensa. Si Cadillac ya kawaida, ingawa lina nembo ya Cadillac. The Beast si gari la kawaida la kifahari, hutengenezwa na General Motors chini ya uangalizi mkali wa idara ya ulinzi wa rais, US Secret Service tofauti na magari ya kawaida, The Beast hujengwa juu ya chasi ya lori zito iliyoundwa kubeba uzito mkubwa wa silaha, kinga na teknolojia za kisasa za kiusalama. Uzito wake unakadiriwa kufikia tani tisa. Utengenezaji wake unaanza na ulinzi. Utengenezaji wa The Beast huanza kwa kanuni moja muhimu: ulinzi kwanza. Milango yake ina unene wa karibu sentimita ishirini.

So the, the shift agents are a career special agent with the Secret Service, and for parts of their career, they, they get assigned to uh, the president's detail. They're not assigned to an administration, but they're assigned to the detail. Ni dirisha moja tu la dereva linaweza kushushwa, na hata hilo kwa sentimita chache sana. Ndani ya mwili wa gari, mafundi huweka paneli za kinga zinazotengenezwa kwa chuma, titanium na kauri. Vifaa vinavyotumika kwenye magari ya kivita ya kijeshi. Ni ipi teknolojia iliyojificha chini ya mwonekano wake wa kifahari? The Beast limejaa mifumo ya siri. Tanki la mafuta limefungwa kwa povu maalum la kuzuia milipuko. Matairi yake ya Kevlar hayawezi kupasuka, na hata yakipigwa risasi, gari linaweza kuendelea kukimbia. Mfumo wa breki umeimarishwa kuhimili uzito mkubwa, na hata kwenye hali za dharura zaidi ya hapo. Kabati la rais linaweza kufungwa kabisa na kujitegemea kwa hewa safi, kuzuia mashambulio ya kikemikali au kibiolojia. Kituo cha amri kinachotembea. The Beast si usafiri tu, ni kituo cha amri kinachosafiri. Ndani yake kuna mifumo ya mawasiliano ya siri inayomwezesha rais kuwasiliana na jeshi, serikali na vyombo vya usalama popote alipo duniani. Antena maalumu na vifaa vya mawasiliano vimefichwa ndani ya muundo wa gari, huku mifumo ya umeme ikiwa na nakala mbadala kuhakikisha gari halizimi kamwe. Majaribio ya mwisho. Kabla ya kuanza kutumika rasmi, The Beast hupitia majaribio makali. Video za nadra zinaonyesha magari haya yakiwa yamefunikwa kwa rangi ya kuficha yakijaribiwa kwenye barabara za siri. Kila mfumo kuanzia brake, injini hadi mawasiliano hujaribiwa kwa kila hali. kisha gari linaweza kufanya kazi hata kwenye shambulio la moja kwa moja. The Beast hukabidhiwa kwa US Secret Service na kujiunga na msafara wa raisi likiwa katikati ya magari ya ulinzi pikipiki piki, na magari ya mtego.

Gari hili linabeba jukumu moja: kulinda kiongozi wa taifa lenye nguvu zaidi duniani. Hili si gari la anasa, mabibi na mabwana, ni ngome inayotembea. Hili ndilo The Beast. Mimi ni Ibrahim Rajab. Call me Balldensa.